Mteja ame, ame, ame chukua umeme kutoka kwenye kwenye kwenye supply. Kama naona supply inakuja hapa, afu baada ya hapo, iki badala iende kwenye mita kupimwa, hapo hapo inachukuliwa inaenda kwenye kwenye matumizi ya mteja kama tunavyoona, bila kupita kwenye mita. Wakati huo tunaona mita yetu ni mbovu, haionyeshi chochote, maana yake mita haifanyi kazi, haipimi umeme, na lakini mteja anapata huduma ya umeme. Kwa hiyo maana yake mteja anapata umeme pasipo kupimwa na mita, hivyo anapata umeme bure. Jina, anaitwa Mhandisi Nicolaus Msheri, Mhandisi wa mapato wa mkoa wa Kinondoni kaskazini maarufu mkoa wa Mikocheni. Ah, mimi na wenzangu tupo kwenye zoezi la East Zone la ukaguzi wa miundombinu ya shirika na kubaini wale wote ambao wanachepusha miundombinu ya wa shirika. Aa, kwa leo tuko hapa Mikocheni jirani na Klaus TV, aa, jirani kabisa na Academic International School. Kuna mteja ambaye ah, sio mwaminifu amekuwa na chepusha miundombinu ya umeme kwa kutumia umeme pasipo kulipia. Mteja huyu ana mita mbili za three phase, njia tatu. Mita ya kwanza uh, ni aina ya Conlog uh, mita namba 0415669219 yenye jina la MIC Tanzania Limited. Hii mita ni uh, amehamisha isivyo halali kutoka Kinondoni mtaa Poroto na kuileta hapa Mikocheni. Mita hii ina deni la shilingi milioni moja, laki sita na sitini na tatu 2. Mita hii ni mbovu lakini mteja meja uh, anaitumia sivyo halali na ina bypass phase zote tatu. Anatumia umeme isivyo halali kwa, kwa kuchepusha njia zote tatu, maana kwa maana red, blue, and yellow. Vile vile mteja ana mita nyingine ya pili yenyewe ni njia tatu aina ADMY, mita namba 43135821809 Enyewe mita hii ilikuwa na deni la shilingi milioni 3,535,382 na senti 75. Katika mita hii aliweza kulipa deni la shilingi 800,000 na balance iliyobaki ni milioni 2,735,382 na senti 75. Ameachana na hilo deni, amechepusha umeme, anatumia umeme pasipo kulipia. Kwa hiyo ameliingizia shirika hasara kubwa pamoja na serikali kwa ujumla kwa kulihujumu shirika. Naomba kutoa rai kwa Watanzania wote wanaotuibia umeme. Waache tabia hiyo kwani ni kinyume cha sheria. Uh, na wengi wamekamatwa na tunaendelea kuwakamata na watafishwa kwenye vyombo vya dola kwa hatua zaidi za, za kisheria. Hapa tutasitisha umeme kama sheria inavyotaka. Sheria namba, uh, kifungu cha 281 cha Electricity Act Electricity Act cap 139 sheria namba 10 mwaka 2008, tutamsitishia huduma mteja tutampigia mahesabu yake ya kuku ulipa kiasi chote cha umeme ambacho alikuwa ameibia shirika, amehujumu shirika, na atakapolipa ndio tutakapomrudishia umeme, lakini vile vile jeshi la polisi liko hapa litamchukua mtuhumiwa na ku, ku, kuhakikisha sheria inafuata mkondo wake. Kwa majina naitwa Furaha William Munisi, ni afisa usalama wa TANESCO mkoa wa Kinondoni Kusini. Tuko katika oparesheni ya kanda ya Mashariki, lakini oparesheni ambayo inafanyika nchi nzima kwa ajili ya kubaini watu ambao wanaibia shirika pamoja na kuhujumu miundombinu ya shirika. Tunawaasa Watanzania na kutoa rai kwamba wale ambao wanajihusisha na vitendo vya kuhujumu miundombinu ya shirika tutawafikia, kwa sababu ni lazima tuhakikishe kwamba shirika linajipatia mapato yake, lakini serikali pia inapata, inapata kodi kutokana na huduma tunazozitoa. Kwa hiyo niwaombe sana wale ambao wanajua kwamba wamechepusha umeme au wameharibu miundombinu ya shirika kwa namna moja au nyingine Aidha wajisalimishe ili sisi tuweze kuwafikia kabla sisi hatujafika kwa hatua nyingine za kisheria. Tuko pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wale wote watakaokamatwa wanachukuliwa hatua stahiki za kisheria. Hatutamwacha hata mmoja, tutawafikia wote na watahukumiwa kulingana na makosa watakayopatikana nayo. Asanteni.